Hapa ndio nyumbani kwao marehemu Emmanuel Mathias maarufu kama MC Pilipili eneo la Swaswa katika jiji la Dodoma, ambapo hapa ndugu jamaa na marafiki wamekusanyika kwa ajili ya kuomboleza msiba wake, na mpaka muda huu familia bado haijatoa taarifa rasmi hasa nini ni chanzo cha kifo cha mpendwa wao, wakisubiri ripoti ya uchunguzi wa kitabibu utakaofanyika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Tumezungumza na baadhi ya waombolezaji namna wanavyomfahamu MC Pilipili pili, na wao walikuwa na haya ya kusema ana vitu viwili uh, kwa maana ya two in one kama MC lakini kama mchekeshaji. Kwa hiyo kwenye sherehe alikuwa ana kitu cha ziada kuliko washereheshaji wengine. Hiki ndio kitu ambacho kikubwa alikuwa nacho, lakini maisha yake Pilipili alikuwa pili, ni maisha ya kuona kwamba wale ambao wanasumbuliwa wana shida kwenye maisha yao, anatamani kuona wanafika kwenye viwango fulani. Tumepokea hizi taarifa kwa masikitiko makubwa bila kufahamu kitu gani kimetokea, lakini mpaka sasa tumeamua kumwachia Mungu. Tupo hapa watu wote ambao tunafanya nao katika tasnia moja, kwa ajili ya kumstiri mwenzetu, maana ni mtu ambaye tumefanya naye kazi nyingi sana, tunamjua, ameshiriki shughuli zetu nyingi, ana wateja wengi na ametengeneza urafiki mkubwa sana kwetu, kwao. Tumekuja kwa ajili tume, ya kushirikiana na familia na watu wengine ambao tumefanya nao kazi pamoja kwa ajili ya kumsitiri ndugu yetu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa awali, mwili wa marehemu Emmanuel Mathias maarufu kama MC Pilipili unatarajiwa kuzikwa siku ya Alhamisi mbara <todakana>